Ina gati la kisasa kabisa la, la, kupokea meli yoyote kubwa duniani lakini ina ina chemba nyingine kwa ina ina ina ina, ina ina ina ina ina ina ulingine la gati. Sasa serikali imeweka pesa nyingi sana pale, viongozi wanakuja kila siku. Tunapokea manaibu waziri, tunapokea mawaziri. Juzi tulikuwa na balozi wa Rwanda amekuja pale kutazama meli. Alafu leo tunasikia meli hii kubwa haitapita pale. Ili jambo hili litatuchafua sana, hata mheshimiwa rais akilisikia ile jambo nadhani sijui atatu, atatuangaliaje? Tumeweka fedha, tumeshaboresha bandari, bandari kubwa na tunaambiwa kila siku. Sisi tunafanya mikutano na wananchi pale kila siku, tunawaambia wananchi meli kubwa itakuwa inapita hapa sasa hivi, alafu tunaambiwa meli itapita hapa sasa. Watatuonaje kule wananchi? Na hivi ndio vitu vidogo vidogo sana ambavyo vinasababisha serikali yetu isemwe sana kule kwa wananchi. Mimi nikuombe sana mkurugenzi sana, niko chini ya miguu yako naomba sana ili jambo tusijaribu kuipindisha meli sipite pale Kemondo, itakuwa ni jambo la ajabu sana, kila mtu atakushangaa, sio? Tutakuwa watu wa aina gani? Miundombinu ipo, tungezungumza kwamba bandari haijaboreshwa tunge tungeelewa, lakini serikali imeweka pale bilioni ishirini nukta moja bandari imetoka kukarabatiwa. Huu ni mwezi wa, wa kwanza wa pili toka imekamilika na tumeambiwa nilikuwa nazungumza mkuu wa bandari, nilikuwa nazungumza na mkuu wa bandari, anatuambia mwezi wa pili wa tatu mwakani au ya pili inakwenda tena kuanza kwa ajili ya kuweka zege pale chini ya kuzuia nene. Alafu tunaambiwa kwamba meli haitapita Kemondo. Kwa kweli naomba sana. Hili jambo linatuchafua na hatutaeleweka kokote. Hata mtoto wa awali ukimwambia hili jambo atakuchapa na makofi kabisa. Yaani, atakupiga na makofi hata kuelewa kabisa. Na hata mheshimiwa rais akilisikia hili jambo, tutamchafua sana wananchi kule hawatatuelewa. Leo, yani mfano tu wa kawaida. Mtu amekuwa na fia zake pale yuko Kemondo alafu fia zake kuja aje kuzichukulia kwenye bandari ya Bukoba, tatizo Ch nini? Halieleweki, na tunamwambia kila siku bandari imekarabatiwa ime, ime, ime, ime bilioni 20.1. Kila siku tunafanya mikutano, tunaeleweka vipi? Sera ya serikali sasa hivi ni kusogeza huduma kwa kila mwananchi. Zinajengwa sasa hivi shule za kisasa mpaka vijijini huko, mpaka leo Kagera, kuna chuo kikuu kinajengwa. Lengo la serikali ni kusogeza huduma kwa wananchi. Sasa huduma imesogezwa, alafu wewe mwananchi umpelekee huduma pale unamtenga mwananchi yule atatusikiliaje? Mimi niombe sana mkurugenzi mkuu, hili jambo tulifuta tena, tusirudie kabisa kulizungumza kwamba meli haitapita Kemondo, tusirudie kabisa. Sababu miundombinu tunayo, tumetengeneza ile bandari bilioni ishirini pointi moja na imekamilika mwezi wa tisa uliopita. Tumeambiwa meli yoyote kubwa duniani inaweza kuja pale. Sasa leo tunaambiwa meli haitapita. Jamani, atatuelewa nani? Sisi humu ni wasomi, wako wasomi wenu, hili jambo litatuchafua. Naomba sana. Hii meli -me -me ni kubwa sana. Na tunatamba nayo huko kila siku kwenye mitandao kila mtu anaona. Mkurugenzi mkuu, tujaribu kushawishi wananchi kuitumia hii meli. Hii meli inaweza kubeba tani 1200, inaweza kubeba wananchi tani 400, wananchi 1200. Kwa kipindi hiki tusiangalie sana faida. Sababu ni meli kubwa ina -me uwezo kubeba watu wengi na inaweza kubeba mizigo mingi. Italeta tu faida, tuangalie hizi bei zetu namna ambazo tunaweza tukawashawishi kundi kubwa la watu kutumia hii meli. Badala ya meli ikaja ikawa tena ni changamoto nyingine kubwa. Sasa tumezoea hapa tukitaka kwenda Mwanza na MV Victoria tunapanda shilingi elfu ishirini na moja. Ukitotoa kwa sababu hii ni meli kubwa, inaweza tusiangalie viwango vikubwa, tuangalie viwango ambavyo ni balanced. Inaweza kushawishi kundi kubwa la watu kutumia meli yetu. Na kwa sababu inabeba mizigo mingi, inabeba watu wengi, tutapata tu faida. Hata kama tutaweka lakini tutashawishi watu wengi sana. Mimi niombe sana mkurugenzi mkuu, haya mambo mawili uyachukue. Kwa uzito mkubwa. Na nilikuwa nashauri kwenye eneo la bei. Tani moja angalau isizidi shilingi elfu ishirini. Sababu sisi toka tunazaliwa mpaka umri huu usafiri wa bei rahisi, ukisikia usafiri wa bei rahisi utaambiwa ni meli. Toka tunazaliwa usafiri wa bei ghali utaambiwa ni ndege. Usafiri wa bei rahisi ni meli. Kwa lazima na bei zetu ziakisi pia na usafiri tuliona. Huu sio usafiri wa, wa, wa, wa ndege. Ni usafiri wa meli. Na kila mwananchi anajua usafiri ni wa bei rahisi kuliko usafiri wa wote ka niombe sana angalau tani moja kwa ajili ya kushawishi kundi kubwa, na kwa sababu meli inabeba mzigo mkubwa angalau sii shilingi elfu ishirini na kwenye ile eneo la kubwa pale kwenye thelathini turudi tu, tu, tusivuke shilingi elfu ishirini na tano angalau shilingi elfu ishirini na moja ishirini na mbili tusivuke kwenda kule, ni kumbali. Sababu tuna watu wengi tutapata tu faida.